Elfu mbili na sita kikundi cha Baponyamaswa kilisajiliwa kisheria, na shughuli zetu za kilimo na kujengeana zilitambuliwa na halmashauri ya ya Misungwi kupitia ofisi ya maendeleo ya jamii, jambo ambalo lilituwezesha kupata elimu mbalimbali mbali, kama vile namna ya uboreshaji wa nyumba zetu, badala ya kutumia tofali za tope, tutumie tofali za kuchoma na au buloku Kuongezeka kwa gharama za vifaa vya ujenzi kama mabati, mbao, nondo pia imekuwa changamoto kutokana na uchumi wa kikundi. Ufumbuzi, tunaiomba serikali ipunguze gharama kwenye vifaa vya ujenzi ili kupunguza makali ya kiuchumi na kutuwezesha sisi pamoja na jamii inayotuzunguka kumudu gharama za ujenzi makazi bora, katika kuendeleza zana ya tupanyasi weka bati kwa kweli natuathiri sana sana, sana katika maendeleo ya jamii na hususan sisi ambao tunaishi huko kwenye, kwenye, kwenye maeneo ya, ya vijijini, kwa sababu e, maendeleo huwa yanatutatiza yana, yana, yana, yana, yana kuendelea kwa ujenzi, ndugu zangu. Kwa hiyo nilikuwa serikali kama inaweze, inaweze kano, basi, wajaribu basi wajaribu kushusha vifaa vya ujenzi kama vile saruji, mabati ma nondo na vitu vyote ambayo vinahusika na mambo ya, ya, ya, ya, ya, ya ujenzi. Tutafanyia kazi. Mheshimiwa Rais ni Rahim, anapenda kuona wananchi wote tunanunua vifaa katika bei rafiki. Kwa hiyo bei hizi ambazo ni elekezi zitaendelea kuangaliwa ili tuhakikishe kila mmoja anaweza kununua vifaa vya ujenzi, kila mmoja aweze kushiriki kwenye vikundi vyetu vya asili ili tuweze kuendelea kuongeza nyumba nyingi hapa Koromije zilizojengwa kisasa, ziezekwe bati, ziwe na vyoo vya kisasa, lakini vile vile madirisha mazuri na hali nzuri ya kuishi. Basi mimi kwa nafasi yangu nitaunga mkono jitihada za ujenzi wenu kwa mifuko 15 ya saruji.